DJ yuko sawa. Namuomba namwomba Study Alone na Bobo MC kwenye kwenye stage. Eh, bana hii ndo battle yetu ya kwanza leo. Uh, tuko na Temeke Temeke versus Ukonga. Eh, uh, wanangu wanangu wote uh, Study Alone Bobo MC. Eh, bana hii ni battle ya kwanza leo hapa Mikasa Lounge kwenye episode ya tano. Yeah, City Rap Battle Season 4 tunakukaribisha and and and this is how we are going to start. Au sio, ladies and gentlemen, tupo moja na PDMC. na na na Songa moja moja moja. the DJ DJ Sek Joe, uh, mwanangu Rikabu pale behind the camera and a lot of niggas out there. See you. Okay. Dakika ni moja, na ni round round moja, biti moja. So hakuna round ya kujitetea. Make sure kili vile ambavyo inatakiwa kupili au sio? Ah. Music. Yo. Yo, yo, yo. Hey, yo, oya huyu tozi analeta shobo, na mpima kina chake ni robo, anasema ana kitobo, jina lake ni mesia, anaitwa Bobo. Bobo nakuchana bila takompleni, tozi unaona, umevaa kicheni kila siku street unauza sula, unakuchana na ilo lako mzula. mm, Je, usi sikupi matusi, nakuchana kwa mkono wala siku usi. Unacheza cheza kwenye flow malangu Bobo siku leilei lei na kupoteza, ungekuwa embe nike kubonyeza nijue imeiva, nakuchana muda uu uh, sio chana bali nina iti fever wewe Bobo, kwanza tulia, mimi nakujana wone kwanza, niko clear nakwambia, hapo tatulia, nakupika bila hata ya sufuria wala moto. Wewe huku takaka kushoto. Bobo kwangu mimi, wewe ni bwana mtoto, kwanzia miaka mpaka kimo, japokuwa uko mbali kama mbili kimo, ila kwenye flow mimi une, alafu wonaenda kama bisho ji Bobo hey, Oh, unaonekana tu mwepesi yani kama kachori. Kama ungekuwa mwali ningekuita kigoli dogo. Vipi, mbona unasimulia magoli kwenye show ya freestyle? Bwana show, show me kuona kama unajaa mikononi, nikikutazama kwa lamani, bado sikuoni kwenye hii vita. Bwana mdogo auponi, labda ungeota umenishinda tuko tundotoni. Okay, wanajua mimi ndo Solomoni na wagea masento kama vile sento zoni, sipigipigi jetu mdogo hunioni jinsi ulivyo ilibukta au laugoni. Oya, hii laba au vipi? Bona kama bwana mdogo ulipotea kwenye biti, leo bwana mdogo nitakupiga piga miti. Yani nakuona unapika msosi mzuri kama shishi. Cheki jinsi ninavyopita spidi kwenye biti kama hizi, usipagae na sisi, tunachana vibaya sisi majina mizi. Kama ungekuwa benki leo ningekufilisi buku au pati buku au laki chizi. Cheki nilivyo kwanza nina six pack, eh. Okay, oh oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Yes. Yes, such vibes, ndo tunataka. Aha, au sio? Uh, yes, uh, anaitwa Study Alone, hapa niko na bana. Ibato Bobo MC Masuli unasemaje? Bana kwa mwingine na mwingine ime imekuwa vita noma. Yeah. Fulani moja moja kutoka kwa E bwana, Study Alone ameenda, nimependa the way ana deliver yeah. Ana, anazingatia vina na kila kitu yeah, yeah. Uh, kitu ambacho mimi nitamshauri uh, kama ataenda kwa, kwenye round nyingine ajitahidi zaidi kuongeza punch, mashambulizi yale uh, ya kumuumiza mpinzani okay, okay. Yes, kwa sababu Uh, mpinzani wake Bobo MC wakati anaanza, nikajua hii tayari, asante DJ kwa kuongeza sauti ya mic, nikajua hii tayari, Study atakuwa amechukua, yeah, kwa sababu mwanzo ameenda kikawaida, lakini mwishoni nimeona ametupatupa mashambulizi ambayo amefanya game hii balance. Kwa hiyo yeah, okay, hata mimi upande wangu naona kama imebalance hii, moja moja kwa songa pia. Oh yeah yeah, imekuwa vita fulani tamu, au sio? Okay, wapi Yeah, tami mwenyewe kwa tunasikiliza Yeah. Nikuwa sema sitamani kumpoteza hata mmoja wapo mapema hivi Yeah. Lakini kwa sababu ya namna ambavyo game yetu imekaa Yeah. Naamini kuna mmoja hapo atarudi kama, best kama loser. best loser baada ya ah, sababu okay. Wote naona wanafanya vizuri so hata mimi naitoa draw. Moja moja. Okay, makofi kwa judges. Uh, wote wameridhika na uwezo wa kila mmoja si ndio? Okay, so shout out kwa my brother Nick Mbishi pia ameingia Makofi kwa Bila mwanetu Sule Tola Tola Boy Boy Nane? Oh oh, yeah! Oh, yeah, shout out to him. Okay, tunaenda kwenye round nyingine sasa. Sasa, jee, bwana vipi bona mwenzetu kibonge, unaonekana kibonge au mwenzetu chii cha konde. Niko hapa leo nakupiga makonde bwana, unavyoona mimi sio mnyonge. Oya hapa upate hata tonge, unaonekana kwanza unatumia vidonge hivi. Mchizi, kwani una ukimwi? Mbona unaangalia chini? Kwanza nitazame mimi, hebu angalia jinsi nilivyo mwilini, usidisi kuchucheni cheni, ni madini. Na madini yanapatikana mbali, hata mchizi mmenunua bei kali laba zako ununui hata gari, niambie hii nini, bukta ama bugati? Oya itisheti au shati limeliwa kama vile na ng'ombe. Kwanza ninavyokuona mimi na kuona mnyonge, mi mwenzako nimekonda wechibonge, angalia nina kupiga makonde, yani leo sijui kama utabaki. Mimi nakuonga, mimi fataki. Mtoto mzuri kama wewe nitapata wapi? Njoo basi mkusinza tule mishkaki. Oya mi ni mwana harakati usinipime blow mimi sio shati. Yo, yo, yo. <coughs> yo. yo kitu gani mindachosubili zaidi yawe mshamba kukukili na kuchana bila hata yakukujadili. Umepona round ya kwanza, sasa ii ya pili, sikiliza na kuangamiza. Unajifanya mpira hapa na kutuuliza amachiosochawe unaonekana, ungekuwa mpila, ngekufanya danadana, ungecheka mimi nisweka, ningekuwa na pisto, tambua ningekuteka. Kwanza unijui vizuri, wesitolu kwenye flo zangu, we ni kisuri yani mfupi, ukweli wala sikupi, umevaa kiswali kubana kama vile chupi. Kwanza hivi utambui, weni seriki, minaenda kama yule adui, ntakuweza kivyo vyote wewe kwanza hapa fanya mpango toke kwenye hii bato, mii sio anga zako, ingekuwa spa ngekutulizana na nakozi, kwanza webi tozi takuchana reo mpaka kenda kulala uni yote kwenye jozi. Aume <laughs> <laughs> oh, say yeah! Oh, akteme yeah! yeah! napenda Yes! yes! huku. Anza mwenyewe. Vichinjio viko mimi ndo tena sare sare sare. Sare tena. Tena. Okay. Aha. Mimi vile vile bado songa <laughs> Bwana kama fainali imeanza mwanzoni hivi, yeah. aa wanavyopambana ni kama, yeah. fainali vile itasikitisha sana kama battles zinazofuata zisivyokuwa na vibe ya hii, yaani, yes. kama washikaji wameanza hivi, mnao yes. mnaofuata mna, mna huko jipangeni, au sio? Hao jamaa wote wana njaa, wote wana njaa, wananja, na wote wanataka kupita stage inayofuata, kwa hiyo no. wamepambana katika hali zao zote, kwa hali na mali no. na wote wamefanya vizuri, kwa hiyo hii pia mi naipa sare, sare pia eh bana yeah. makofi Okay, okay. <laughs> E bana, tubadilishe biti nini? E bana, judges wanasema wa jamaa wapite wote. Au sio? Sawa, sisi tunaheshima maamuzi yes, ya judges, kapumzikeni alafu hey, mambo yasiyo na mengi nafata, yes. Sawa. Banarundi inaofuata, oh, oh, tutapanga okay. Na nani piga Bobo. Hongera sana Study Alone, safi, ushindani nzuri, au sio?